Karibu tena. Baraza la wazee wa jamii ndogo ya Wakasigau katika kaunti ya Taita Taveta wanaitaka serikali ya kitaifa kuwapa hati miliki za ardhi ya jamii kufuatia ardhi hizo kunyakuliwa kila mara, baraza hilo likisema mashamba mengi yanayotumika kwa shughuli za uhifadhi zilipatikana kwa njia tatanishi na kuitaka tume ardhi nchini kuingilia kati. Julius Joho anaungana nasi kutoka Taita Taveta. Shukran sana, nakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Taita Taveta ambapo baraza la wazee la jamii ya Wakasighau sasa wanatoa wito kwa Wizara ya Ardhi kuweza kutoa hati miliki moja ya ardhi, wakisema kwamba matatizo ya ardhi ambayo yamekuwa sehemu hiyo, hasa umiliki wa mashamba makubwa ya uhifadhi, imekuwa tatizo kubwa, na ni kupitia kupatikana kwa hati miliki moja ambapo wataweza kusuluhisha matatizo. Wazee hao na haya ndiyo walikuwa nayo ya kusema. Kasigau ni kusikitisha kulingana na hati hati ulivyo, kwa sababu Kasigau tunaishi chini ya mlima around, chini ya mlima na katika chini ya mlima 4 km round, round, round kote radius ndio tunaishi na kupita hapo 4 km radius utapata hakuna uh, mali nyingine ambayo tunazafanya aktiviti uh, zetu, kwa vile hiyo ardhi hatujapewa, so wakati wa ukoloni ikawa hawana Usemi na hayo yameendelea hivyo hata mpaka wakati Kenya imepata uhuru. Uh, shamba la Kasigau, uh, ndilo liko na ranches mingi zaidi, maybe Kenya mzima 12 ranches, na Wakasigau wakabakishwa na corridor, wanaitaka corridor. So lengo letu la kuwa hapa ni kutetea shamba tupate title deed ya Kasigau. Minorities all over Kenya tulikusanyika Kasigau kwa ajili ya hii swala la kunyanyaswa kuwa marginalized. Kwa hivyo Kasigau ni marginalized community. Tunaomba serikali kuhusika na swala hili la, la, ardhi ya Kasigau na historical justice ya Kasigau. Tafadhali tupate haki ya Kasigau. Tumerudi eh, tumefadhaika sana. Naam, na ndio kauli ya baraza la wazee hawa hapa wakisisitiza umuhimu wa viongozi wa kaunti hii ya Tetataveta kuweza kuingilia kati na kuhakikisha kwamba suala la hatimiliki zinapatikana hasa kwa jamii ndogo ambazo kwa muda umiliki wa ardhi umekuwa tatizo kubwa. ni kiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Tetataveta, mimi ni Julius Joho.